Malaika ambao niliwaona kwa macho kabisa, na walizungumza na mimi, macho sauti kwa sauti. Hata kwa mfano, siku moja saa kumi na mbili asubuhi, malaika Mikaeli alifika kwangu, akaongea na mimi, kanaambia usiogope, kuna jambo takalokupata leo, usiogope. Nikasema ni kitu gani? Sikuamini kwamba kikweli, kitu cha kweli baada ya hapo saa moja, wakati nakwenda ofisini saa mbili. Baba, Bwana asifiwe. Amen, naendeleaje babangu? Naendelea vizuri. Bwana asifiwe sana. Amen, unaendeleaje na afya? Naendelea vizuri tu. Nikupe pole sana kwa msiba ambao ulitokea wa askofu Franwell Mweni Songole, ndio. Mm. Asante, pole sana. Asante sana. Wewe unajua, wewe ndio uliye muachia kijiti Baba Ranwell Mweni Songole. Kwa ufupi, unaweza unaweza ukapata neno lolote la kuzungumza kuhusiana na maisha ya Ranwell Mweni Songole? Ninamfahamu sio sana mm. mime, mm. lakini namfahamu katika utendaji wa kazi pamoja na mimi, ninamfahamu mm. lakini mengineyo kuhusu kazi zake za nje siwezi kuwa na ufahamu wa kutosha, lakini namfahamu kwa habari ya kazi ya Mungu alivyofanya wa mm. na watu walimpenda sana mm. Kwa hiyo unapotaja habari za uh, Immanuel nakumbuka juhudi yake na mweo wake mm. mm. wa utumishi, mapambano na maisha yake na ushindi aliyoupata. Alikuwa mtu ambao wa wanaitwa watu wale watosmati mm. katika maisha yao na ambao walifanyika wa mm. mm -hmm. watu bora katika nyakati zao ni tuli watu tuliwategemea kuendelea kushika kiti changu, lakini mm. kwa bahati mbaya haikuwezekana mm. na lakini si kwamba isingewezekana, hivi ndivyo itakiwa iwe, kwa maana mapenzi mm. mm. ya Mungu yalitendeka vizuri tu mm. katika utendaji wake alifanya kazi nzuri katika uandalizi wa kanisa na mm. maendeleo yake mm. na jinsi ambavyo alifanikiwa sana mm. katika utendaji wake. Hatuwezi kumsahau kabisa kabisa. Karibu sana, asante ambaye ni wa kwanza kabisa kwa makanisa yetu ya TAG, ni jambo gani ambalo umejifunza katika utendaji, baba? Mpaka hapa Mungu ameendelea kukuweka, ameendelea kukutunza. Unajua wa TAG ni watu ambao mm. wamefanya kazi tofauti na makanisa mengine mm. Wame, wamefanya kazi kama tunapoita kwamba ni watu walitijihuluku wenyewe mm. Kwa kwenye utendaji wao mm -hmm. Na kuitegemea kwa ambavyo huwezi kuona katika makanisa mengine kama, mm -hmm. Kama, kama tulivyofanya sisi mm -hmm. Wanajua katika makanisa mengine walitunzwa watu mm -hmm. Walitunzwa waka, wakapewa mahitaji yao mm -hmm. Wakaangaliwa vizuri mm -hmm. Kama vile Roman Katholiki mm -hmm na pia katika makanisa mengine waliangaliwa na wenzao na pia mm, walikuwa mm. mm. na wamishionari ambao walipatikana mm, wakafanya kazi nao mm. lakini sio sisi, mm. sisi sisi tujitegemea mahali mm. pengine tulitumia baskeli tuli mahali mm. pengine tukatumia mm. pikipiki mm. kwa mm. hiyo tuliwatuma watu wakijitegemea mpaka hapo kanisa lilipofika mm. katika njia hii ya imani mm. tulikuwa mm. uh, tumeendelea vizuri na tumeitegemea mpaka, wametuangalia wametuona, watu mm. wanaofaa ka ka kama, kama vile sana sana kama ukweli ulivyosema hapa kwamba alikuwa ni mojawapo ambaye angepokea kiti hiki, lakini kwa sababu kazi ilikuwa nyingi sana ikabidi abadilishwe, si kwa kusa, sio kwa sababu ya maswali, bali alijitoa mpaka mwisho. Kama kuna mengine ambayo ungependa kuelewa sisi hatuna si, si, mengi mengine ambayo tungekuwa nayo ni mm -hmm. Utendaji wetu katika, katika kazi ambayo tuliendelea kubaki kuifanya kwa mm -hmm. Hiyo kama unavyoona Tanli ni mojawapo ambayo aliendeleza kazi ya Mungu mm -hmm. pamoja na wenzao pamoja na mimi kwa mm. Hiyo ndio kwa jumla, kwa kifupi, kwa mm. Maana si rahisi kueleza, sio kazi um tuwezi kueleza mm. kimoja kimoja mm. Eh tunatamani wewe ukiwa kama askofu mkuu wa kwanza utoe neno tu uzungumze neno kwa Watanzania ambao wanakutazama na wana TAG ambao wanakutazama, una neno gani la kuambia kama baba ambaye ndio mwanzilishi wa imani yetu ya kanisa la TAG? Asante. Ukweli ni kwamba uangalie mwenendo wetu. Watu wengine uangalia vyeo vyao lakini mi nasema tu kwamba watu wa viongozi wa TAG yeah, na wafanyakazi wake waangalie mwenendo, mapito, mateso, maangaiko, kujilisha wenyewe, kujitunza wenyewe, kujipa mahitaji wenyewe, hata wakati tukiwa tukiwa ni Maaskofu bado mm -hmm. Tulikuwa tunapata mateso mm -hmm. Na tulikuwa tunajirizha wenyewe mm -hmm. Na kujipa mahitaji hiyo sisi sisi wenyewe bila kupata bila bila kulalamika, kwani ningesema kwamba wafanye kazi bila, bila, bila kulalamika wamwangalie mm -hmm. Mungu, tulie mwangalia waige mwenendo wetu wapate mm -hmm. kujiai, ndivyo ilivyokuwa tukafanya kwa moyo, moyo wa kupenda, moyo wa uvumilivu na wakupenda. Hatukumlaumu mtu. Kulikuwepo wamishonari wa Marekani waliokuwa wanafanya kazi na sisi, lakini hatuwategemea kabisa wala hatukupata chochote kwao, bali tuliwangalia Mungu na tukawangalia watu ambao wamefanya kazi yao pamoja na sisi. Kwa hiyo nisemalo ni hilo. Mm, kwa hiyo baba tuambie sasa kanisa la kwanza lilianzia wapi? Ndio hapa tatuzungumza mama, sema ndio. Aha. E, mwaka gani huo? Hamsini na tisa. Mm. Na kipindi hicho umeanza huduma kulikuwa na upinzani mkubwa sana kabisa, tena wataku niu kanisa kulichukizwa sana mpaka Mm. mchungaji wa, wa wa kanisa a kania ambaakanitoa walimleta, alfa alfayafawalutrani, wakaja pale wakalani, watu ambao wameleta dini mpya ka na kitu kilichokuwa kinaendesha ni nguvu eh, ni nguvu za Mungu wakati tunapanza kuhubiri watu walikuwa wanaanguka mpa mpaka kwenye masale mpaka huko kwenye nani wanaanguka huko kwenye migomba kwenye kahawa wanakola kubeba huko, ilikuwa ni jambo la ajabu sana, kitu kigeni ambacho aliakonekana history kale an yetu. Kwahiyo hiyo ndio mwanzo wa kanisa hapo. Uh, yeah. Lakini ashukuruo Mungu kwamba Mungu alikupigania kabisa mm. kabisa. Kanisa lilipoanza sasa, ukaanza na washirika wangapi? kama kama kumi. Eh. Uh -huh. Uh, kanisa letu limezaliwa na kitu kinachoitwa nguvu za Mungu mm. Na sisi tuliishi katika uhai wa nguvu za Mungu mm. Kwa mfano mm. nilipokuwa Ujerumani mm -hmm nilikaribishwa mm. mm. ni ni na vijana kuzungumza nao neno la Mungu, lakini wao waliponiona mimi ni kijana na maneno ambayo alikuwa nazungumza yanayehusu habari ya Ukristo na nguvu za Mungu, wakanionya kwamba, sisi sio kama ninyi. Sisi Wajerumani ndio Wakristo, ninyi sio Wakristo. Kristo ninyi mnazungumza kwamba ni Yesu Kristo, Ukristo mwanzo wake tukni sisi wazungu, ninyi mnajingiza tu. Sasa nikawambia kwamba hapana, sisi tutumezaiwa na nguvu za Mungu. Wakasema hapana, ulansema weuje uje Ukristo wezi kuja Ukristo wakati ambapo siaa ufahamu basi tuk wakasema unavozungumza juu ya nguvu za Mungu mm -hmm. nisisiko ni, ni wapi? mm -hmm. ni nikawambia, sisi tumezaliwa na nguvu za roho Mtakatifu mm -hmm. na kwa njia ya roho Mtakatifu tumezaliwa katika imani yetu mm -hmm. wakasema kwamba nguvu za Mungu zinaonekanaje? tunaweza kuziona? Tukasema nikawambia ndio, kaea mtaa kua nguvu za Mungu akasema ndio, aa kwa sababu nieamsisiwa Kristo mgekuwa Kristo mgekua ajia nguvu za Mungu mm. Wakasema hapana, sitafamu nguvu za Mungu, ninyi si wa Kristo sasa mm. Hapo hapo mm. Ikabidi niwalete ni mbele ya mchungaji wao mm. Nanikataka kaniwaombee apapate mm. kuona nguvu za Mungu mm. Wakasema sawa kabisa, leo leo sawa kabisa hiyo sasa baada ya hapo mm. hapo hapo kanisani kwao k kule, kule Ujerumani mm. nikamwomba Mungu awadhihirishie nguvu za Mungu mm. nilipokuwa ni, nikisema mm. wakati waka lipoka naomba na juu yao nguvu mm. nguvu za Mungu kweli zikashuka mm -hmm. ile nguvu za Mungu zikashuka walikuwa wali walikuwa vijana vijana kama, kama nyee mm -hmm. Nguo za Mungu zikashuka juu yao mm -hmm. Na wakaanza kujaza roho mm -hmm. Wakajaza Roho Mtakatifu walikuwa kama arobaini mm hivi -hmm. Wakajaza Roho Mtakatifu wakaanguka kama vijana arobaini mm -hmm. Wakashangaa wakasema mm -hmm. waka kwa ndimi mpya kitu ambacho wa walikuwa wajawai mm, kuona. Wakashangaa waka sana mm, wakaamini kwa kifupi mm, wakaamini kwamba kumbe kweli kwena nguvu za Mungu, mm. wakaamua siku hiyo wakasema kwamba sisi mm. tunakubali kuwa Wakristo, wakawa Wakristo kila nilivyo mm. kwenda watu walibandika kuwa Wakristo vijana mm. li wa wa hasa lakini hawakuniamini kwa sababu ya Ukristo wa Wajerumani. Basi wakati huo nikaja hapa nyumbani. Nilipokuwa hapa nyumbani, nilipokuwa naongea naongea nao wakati wakaomba maana walikuwa bado hawajapokea nguvu za Mungu. mm. Wakaomba, tunataka na sisi tupokee nguvu za Mungu. Basi mimi nikaomba nikatika kuomba kwao wakaanguka waka chini, watu kama vijana thelathini. mm. wakaanguka chini. mm. wakapiga waka kelele na ilikuwa mm. ni kama saa moja na nusu za sa... Jioni mm. mm. hivi mm. mm. mm. na wao walivyopokea wakaanguka chini, vijana wale wakapiga kelele. Baba zetu wakaja pale wakasema kuna nini? Nikawaambia hizo nizo nguvu za Mungu. Basi wakasema wakasema wakashangaa sana, maana walikuwa wajawahi kuona guvu za Mungu. Sasa nalotaka kuambia ni kwamba kwa, kwa mm. njia hii kanisa la s of God lilikuwa mm. katika imani imani ambayo ni ya nguvu za Mungu mm. za ya sheria mm. na kila mara hadi ambapo nguvu za Mungu zilionekana mm. kanisa liongezeka. mm. Kwa hiyo tukaa tumeweza kuwaleta wale, wale vijana mbembeeza mbele zao mm -hmm. kwa njia ya nguvu za Mungu, na hata namaliza nikisema kwamba mm -hmm. ukweli ni kwamba hakuna Ukristo kama hakuna nguvu za Mungu. Amen. Maana ndie, ke, mm -hmm. Mungu ndiye aliyetuleta kutoka mbinguni kwake kwa njia ya nguvu za Mungu. Kwa sababu hiyo hata Assembly of God yetu hii mm -hmm. tunaishi kwa imani ya nguvu za Mungu. Amen. Kwa sababu hiyo nawatia moyo kwamba mwamini nguvu za Mungu maana mm. pasipo nguvu za Mungu teolojia mm. yetu itakuwa ina kazi mm. itakuwa imepungukiwa sana mm. nimemsikia mwali wangu hapa akizungumza habari ya imani, hata mimi nimejifunza kitu kwake mm. ahivo kanaongelea kwa habari za neno linaloota kiroho au kiuhai ndani ya mtu, ndani ya moyo wake na kweli kweli ilo neno i ndio hasa inatakiwa watu wajue hasa mm. vijana, mabinti mm. wanahitaji wajue nguvu za Mungu mm. Ibilisi anavyo kuja kwetu kwe, sisi mm. anatubadilisha anatufanya tu, tumpinge Mungu, lakini mm. wezi kumpinga pasipo nguvu za Mungu. Sasa tatizo kubwa sana ni nguvu za Mungu zimepungua mm ambapo inatakiwa katika maisha yetu uhum, na kwa njia hii hata malaika anayosemwa hapa ni malaika ambao niliwaona kwa macho kabisa, na walizungumza no, na mimi macho sauti kwa sauti. Hata kwa mfano, siku moja saa kumi na mbili asubuhi malaika Mikaeli alifika kwangu akaongea na mimi, aka mimi, kanaambia usiogope, kuna jambo litakalokupata leo, usiogope Nikasema ni kitu gani? Sikuamini kwamba kikuwa ni kitu cha kweli. Baada ya hapo, saa moja wakati nakwenda usini mm. Sa, saa mbili mm. wale, wale malaika mm. wakaniambia kwamba usiogope, takana kupata mm. na kweli, malaika wale kama alivyokuwa nasema mwanangu hapa kwamba walionekana wakawa wanajibu wana, wana majibu ambayo ni hekima mm. Kwa alikuwepo waziri wa waziri, waziri mkuu walikuwa mm. Ni wakati wa tatizo la kulona na Lazaro. Oh, okay. Ka, mm. <creso> <tżakawa> kawa unakumbuka, mimi nilipata ushindi kwa njia ya malaika wa Mungu walikuwa wanakuja kunizungumzia. Ninda kusema na ni kitu gani cha kuweza kusema mm -hmm. Kwa kifupi, ninawaombea Mungu atie moyo mwingize Kristo wenu n ndani ya nguvu za Mungu, sio katika theolojia, katika nguvu za Mungu mm -hmm. ana hata katika kazi unayofanya kijana. Amen. Mungu akubariki kakkuaka na utaamini nguvu za Mungu Amen, kama um, amtaamini nguvu za Mungu nchi nchi, nchi imesambaratika, watu wameharibika mm. Lakini nadoamini mimi mm. Kijana atakayejitoa kuamini nguvu za Mungu, hiyo ndio kijana wa Mungu huyo mm. Ndiye ambaye Mungu amemtafuta, wapate vijana hata kama ni wawili wanatosha mm. kubadilisha nchi mm. na kuifanya imgeukie Mungu mm. na wakapata wakapaonyeshwa maono makubwa ya ajabu ambayo kama mimi

maana hapo ndipo njia ya uhai, kama wale vijana ambao walianguka walianguka katia nguvu za Mungu mm. na wakaokoka wote mm. Mungu awabariki sana Amen. asante, asante, asante. Yes, mtazamaji, huyo ni askofu mkuu wa kwanza kabisa kama ambavyo nimekuambia. Askofu Emmanuel Lazaro amezungumza mengi kama ambavyo umeweza kumsikia katika uchache, pia kulingana na hali yake ya kiafya, lakini tunamshukuru Mungu kwa hayo machache ambayo uh, tumeweza kuyapata kutoka kwa. Rudia basi maneno haya, tuseme sisi pamoja mm. Baba yetu wa mbinguni, ulisema wewe mwenyewe ya kwamba watenda kazi ni ni wachache na mpaka sasa hivi ndivyo ilivyo, wamekuwa wachache, tuna deni hilo. Na wewe Bwana, hatuna namna ya kulipa deni hilo lakini leo hii, lakini leo hii, umewaleta watumishi wako mbele yangu ambao watakuwa vyombo vyako baadaye. Asante Bwana baba yako anafurahia. Miaka yao itaongezeka kwa kazi ambayo wanafanya, na mwombea mmoja mmoja, ili kusudi kazi yako ipate kupanuka kwa njia ya vyombo hivi ambavyo viko mbele yangu. Bwana awabariki, Bwana awainue Bwana atie mzigo moyoni mwenu, Bwana awafanikishe, awawezeshe, awajaze nguvu zake ambayo zimejaa tele mbinguni, awajaze moto wa nguvu za Roho ambao wamejaa katika anga na kiroho. Bwana awabariki sana, Bwana wanue sana, tunakuombea Tunawaombea Bwana wasogeze mbele ya ufalme wa baba yake kwa ajili ya utumishi wake kwa jina la Yesu Kristo, amen. Asante, asante sana baba Rakuike. <laughs> <laughs> <Yembe. laughs> <Yembe. laughs> <Yembe. laughs>